Hmm. Hiyo hiyo kitu mwende mm. Hmm. Hey. Hiyo inakuanga ni kujipatia pressure na inafanyikanga kwa <laughs> hii generation hii hey. Kwa sababu hey. ukitaka sasa kukufa kwa hii yani utoke kwa hii dunia matema tunga <laughs> mahali bibi ameenda, amefanya nini, amefanya nini, amefanya nini. Wewe kwisha. Unasema <laughs> ukitaka kufa mapema. Jamani. Radio Jambo. Jambo. Jambo. O, o, o, o, ni mapenzi ya dhati, mapenzi mazito, mtu akikufuatilia fuatilia, ama ni insecurity ama ni upuzi, mm, tu jamani, na wa Kibra ukoewaba, mimi naona tu hiyo saa hizi ni mapenzi tu, ni kupenda mtu. Ukiona mtu akuulizi uko wapi nini, huyo mtu hata hanaje na wewe. Kwa hivyo watu lazima, iko sawa, wafuatiliane fuatiliane, mi sawa

Na Mwende. Niambie sasa. Ah, hizo ni show po so, hizo. Hizo ni show po siyo eh? Ah, hizo ni show so. ba... po hizo. Watu wa kuko na busy wana na mambo mengine wanashughulika na mengine. Watu wa busy huko watafuta matenda nini sasa wa na nini? Kwa wanashughulika na mwanamke saa ngapi? Ay, jamani. Eh? Halo. Vipi, Radio Jambo? Eh, uh, hello Mwende. Mimi niko fresh naongea na nani? Eh, yeah. uh, naongea na Kuza kutoka Katenguri hii kufuatiliana, hii uko wapi, madamu ametoka wapi, amefika wapi? uh, taf, ye ye ata, mapi, mm. minakutu, ye hata kuna mapenzi hapo, unajua eh. Sasa kama mimi najua tu ye ataenda safari kana atarudi. Kwa, lazima nijue mahali ninataka ataenda kufanya <laughs> unapiga mpaka unahesabu matatu itachukua muda gani? Ah, gona hiyo si hakuna mapenzi hapo. Yaani nini sasa ufuatilia mtu. Si arudi, lakini sasa eh eh Wacha tujue kama aliona plan yake baadaye, si kapatikana. I don't know DJ, kama unani unanipata hii kitu. Mm? Yaani ile kufuatiliana fuatiliana. Mm? Of course kuna ile ya kwamba uko kibinadamu, habari ya mchana, uko salama, uko poa. Ile kama mm. mliachana asubuhi ama kama hata mnaishi sehemu mbalimbali. Mm. Lakini sasa hii nyingine ndio tunasema ni toxic and annoying. Ni yani, kwa sababu unatuma evidence. Yaani, mara sijui kwa umefika, nionyeshe basi huko ulikofika kwenye mall. O, oh my god, kwani hey! Kama yeye inachokesha, yeye inachokesha. Hmm? Mm. Ama ndio mapenzi hayo?